Iwekee barnamiji kuwa mimi nitasoma kiasi fulani cha Qur'an kila siku, vile itakavyokuwa ni lazima nitajipinda, nisome. Ikiwa ni siku kama kwa mfano leo Jumapili, watu waendi kazini, basi wekania, leo nitasoma hata kama njuzuu tano saba mpaka kumi. Wallahi ukijiangalia makini, utakuta kuwa waweza chunga tu maadui, marafiki wabaya michezo ya kipuzipuzi ambao wakati wa Ramadhani ndio huenea na simu katika maadui wa karibu ambao hatuwajui sisi mmoja ni simu ukiyo makini ukitizama simu yako utakuta kuwa yale masaa unayotumia katika kuitumia simu katika mambo ambayo unaweza kujiweka mbali nayo ni mengi sana kwa kweli mtu anayesoma Qur'an vizuri kabisa ana matatizo kusoma katika jisali moja aweza kusoma juzuu tatu kila dakika 20 juzuu moja tuseme hivyo kuna wengine mpaka robo saa imaana weza kusoma juzuu nne sasa wewe fikiria ukiangalia makini utakuta kuwa kuna masaa matatu manne matano yatumika kila siku katika simu na wewe jichunguze leo fanya hivi kila ukitaka kuchukua simu kuangalia message kama ni whatsapp kama nini wote ukitaka kuishika tu iweke kando beba msaafu iweke kando chukue msaafu usome soma we ukichoka wacha akili yako kuambia shika simu, shika tena msaafu. Kisha uangalie leo utasoma juzuu ngapi. Utakumbuka maneno ninayokwambia, usishangae leo leo ukamaliza juzuu saba nane leo. kwa hiyo mwezi wa Ramadhani kile kidude kipunguzwe, kiwache nyumbani, aswaka batini, ukienda msikitini achile mbali. Ila mtu ana dharura, basi ana dharura zake, lakini hakuna dharura, achana naye, sikushughulisha.